Familia wa Roby Media na hii ni soka Bongo, tukiendelea kuibua vipaji na kuwaleta kwenu uh, wanakandanda, wanasoka eh, vipaji vyetu wenyewe. Leo tuko na mzee wetu hapa ambaye ameweza kushuhudia mechi ambayo ilikuwa ikiendelea leo hapa Kange Tanga. uh, mzee, habari za wakati, habari za wakati ni njema, habari ya kwako? Ah, kwangu ni njema kabisa natumai, uh, ni matumaini yangu kwamba mpira umeanza kufuatilia kitambo sana, mimi nimekuwa mchezaji wa uwanja huu Uwanja. Uwanja, namba kumi na moja namba kumi na moja mwaka, mwaka gani ilikuwa? Mwaka 82. Mwaka 82, eu sana. Sasa elfu mbili na ishirini na tano tunaingia elfu mbili na ishirini na sita ni miaka kadhaa, una uzoefu wa uwanja mm, unaujua mchezo, kwa sababu na wewe ulishawahi kuwa ndani ya uwanja kwa uelewa mm. mm. yeah, ah, ah, wako experience yako ya mchezo mchezo, leo umeuonaje mchezo Wamecheza mzuri, um, watu wote wamebalance, wamebalance performance zao zimekuwa, performance zao ni nzuri eh timu ya Magereza nzuri na ile timu nyingine sijajua kwa jina mm, ni kwa, kwa kwa kwa kwa mjibu nilivyoambiwa ni, ni watu wa msitu A, watu wa msitu e. eh, basi kwa maana magereza na msitu, msitu, wote walikuwa ni wazuri magereza misitu mm. wote walikuwa wazee na ni namba gani ambayo imekufurahisha ime, ime, ime, ime kusema hii enzi zangu hii ningekuwa mimi ndo na, napata nafasi ya kupanga kikosi au na, na, na, nakuwa naye huyu ange ndo mchezaji mwenzangu huyu ningekuwa labda ananipa nafasi nzuri kimchezo ni namba gani ambayo imekufurahisha namba hiyo like. ni fresh namba saba namba saba ya watu yes, right. wa misitu hiyo ndio imekufurahisha sana imekuonesha performance nzuri na ni kipaji kizuri Una nini? Na namba kumi na moja ya... Ya, ya msitu. Ya msitu. a namba saba na namba kumi na kumi na moja. Uh, una... wingers jamani e, wing... <laughs> <laughs> mzee ni mtu wa michezo kwa hiyo usishangae akizungumza lugha za michezo, wingers defender, hizi ni vitu vya kawaida sana kwenye <laughs> <laughs> yeah. Nafurahi sana kupata mawili matatu. Okay. kwako mzee mm. Yeah. una nini cha kuambia wale vijana endapo wakapata nafasi Kwenda kuonesha uwezo wao na kupata nafasi ya kupata chochote kitu kwenye maisha, kwa sababu mpira sahizi ni biashara, pia ni kazi ndio, eh. Mimi cha kuambia ni kwamba ongeze juhudi kwa hizi namba ambazo nimekutajia, mm. Ziongeze juhudi, bado wanaweza wakafanikiwa kwenda mbele zaidi, na nini, sisi ni watu wa media, tuna uwezo wa kuwatafutia namna au connection kuwasogeza wakapata sehemu ya, ya, ya kuanzia safari wewe ukiwa kama mwanamichezo wa zamani na pia ni mfuatiliaji wa michezo aa, una nini cha kuambia kwamba sasa mna performance nzuri muongeze juhudi, lakini nini haswa ambacho mchezaji hupaswa kukiendekeza sana ili kuendelea kukua kimichezo? Mchezaji hupaswi sana kuwa na chenga nyingi kwa mfano. Mm. Kama hawa niliokuwa nazungumza hapa kwamba namba saba na namba kumi na moja yeah, wamekuwa wakichelewesha sana mpira wanapofika katikati hapa kwa sababu mm, wanakuwa na chenga, anataka apite yeye moja kwa moja mpaka pale. Sheria ni kwamba unapocheza mpira wewe kama mm, namba saba mm, utakiwe kukata chenga mbili, aidha moja mbili, umeshatoa mpira mbele, sawa kwa, kwa hivyo yeah, so, so, so, ni vitu vya kubadilika. Kubadili. Kubadili. Ah, unafahamika kama mzee nani? Mimi nafahamika kama mzee Wililo. Wililo, namba kumi na moja. Sawa sawa, gani kipindi hicho au ilikuwa, tunashukuru sana. Aa, sisi ni Robi Media, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii okay. Ee, tunashukuru sana. Aa, asante sana familia wa Robi Media, soka bongo tunaendelea kuibua vipaji na tuko na watu ambao wameweza kushuhudia mchezo wa leo. Kushoto ni nina, naye moja ya aliyefuatilia mchezo, sijajua amefuatilia kwa vipindi vyote au ni la, tutaenda kujua nini ambacho amekiona na namba gani imempendeza zaidi, ambao wanaomba iweze uh, kupata nafasi ya kwenda juu au kukuwa kisoka. Na kulia pia ninaye mtu hapa, so nitaanza na kushoto kwangu. Habari asalama. Ha, habari. Kwa majina unafahamika kama nani? Majina kwa majina unafahamika, kwa majina ya Miraji Bakari. Na ni shabiki wa timu gani? Ah, mimi ni shabiki wa Kangesta Kange Star, ukiachana okay, na Kange Star kwenye timu zingine ambazo zinacheza ligi kuu uh, uzalendo kwanza eh, tukiachana ah, Tanzania. Eh, Tanzania ni Simba Sports Club, Simba Sports Club, yeah, yeah. Eh, saizi Simba kidogo kuna hali fulani yeah, sio nzuri lakini nadhani inaumiza sana mioyo yeah, yeah. ya mashabiki uongozi, sawa, sawa, lakini hapa pia tumeona burudani hapa yeah, hakuna namba ambayo umeona inavutia, atlisti ikapata hata hata hata nafasi pale Simba inaweza ikasaidia, sijajua kwenye ukuaji wa soka, kwa sababu vijana bado ni wachanga kama wanavyo, lakini wachezaji wa Simba unaona wanavyocheza uwanjani, wachezaji hapo umewaona walivyocheza. Na pale Simba kuna kuna kuna nini pale, kuna nafasi pale, kuna Simba B sijui kuna nini, kuna nafasi pale, hujaona ambaye amekuvutia kwamba huyu bwana huyu ningekuwa mimi nawezo uwezo kumpa connection, huyo angeenda pale Simba weza kaa angenibadilishia kutoka kwenye majozi kwenda kwenye nikiangalia wapo. Wapo, wapo kama namba ngapi? Hmm. E, kama mzee alivyosema, hmm. Sasa namba saba, namba saba ya magereza au timu ya misitu, eh, alikuwa anafurahisha sana kwa sababu alikuwa ana, ana. E, ana mpira fulani wa mijongeo fulani, kilichokuwa kinachelewesha ni kupiga cross kuangalia zake wamekaaje, yeah. E, lakini alikuwa yuko vizuri. Sawa sawa basi, tu, tu, tu, tuangalie upande wa pili. Uh, habari yako? Safi. kwa ya majina unaitwa nani? Naitwa moe Moses, Moses, na wewe na bila shaka umefuatilia mpila na vilevile ni shabiki. Kwako wewe uh, ni shabiki wa niseme ni shabiki wa Simba, ni shabiki wa Simba niko unyamani. Niko. Wewe eh, namba gani ambayo imekufurahisha ambayo umeona kabisa hii inastahili? Yaani hii soka hili la chini hili si level yake kabisa. Yaani huyu anastahili kwenda mbele. Namba ngapi? Uh, namba saba, hii ya namba saba ya Msitu, na hii nayo ni ya Msitu au Magereza. Wachezaji ambao kidogo ni wazuri, wana mwelekeo, sema shida ni moja vijana, hmm. Wana ile kuto kutumia nafasi kwa wakati. Wanasau, wanasau ile, ile, ile, ile, ile, ile, wahenga wanasema kuna wakati na bahati, e, yasa, ule, e. Ule, ule, ule wakati, e. Kutumia kwa usahihi e. Ndio shida inakuwepo kwa, kwa vijana kwa hiyo wangetumia wange wakati sahihi, pengine wangebahatika wange wange. Lakini nadhani msitu ndio timu ambayo imeweza kupoteza wakati yeah. Na kwanza niseme shukrani wana simba pamoja na mzee wangu yeah. Mtoe shukrani zangu aati bila kupoteza wakati, nikazitafute zile namba ii tuangali, tunazisaidianaje? Ashukrani sana, shukrani sana. Haya, kwa mwana familia wa Robe Media bwana, tuko na kipindi chetu cha soka bongo, na hapa tuko na mchezaji kutoka timu ya magereza. Eh, inaitwaje timu? Small Prison. Small Prison. Small Prison. Yeah, sawa sawa. Uh, huyu ni mchezaji mmoja ya zile namba ambazo zimepointiwa ambazo zilikuwa na performance zuri ambazo mashabiki walikuwa wakitizama. Zaidi ya shabiki mmoja ameweza kuitaja hii namba kwamba ni namba ambayo inastahili, eh, kupata nafasi kwenye timu kubwa ah, ndugu zangu wanafamilia wa Robi Media, wana wanasoka ambao, ah, tunapenda kukuza vijana ah, wetu wa Kitanzania, basi hii namba inastahili support. Hii namba imetajwa na watu zaidi ya kumi. Bila kupoteza wakati tuweze kujua ah, jina anaitwa nani na kuhusiana na vitu mbalimbali kuhusiana na mchezo ah, pole na mchezo, asante. Unaitwa nani? Kwa majina unaitwa Hamisi Dando. Hamisi Dando tu. tuangalie kwenye bwana kwenye, kwenye. Hamisi, wewe ni mmoja ya mchezaji ambaye ameweza kupata uh, sifa nyingi kutoka kwa mashabiki tulivyopita sisi na kamera yetu Roby Media, wameweza kukutaja kwamba ni mmoja ya mchezaji una performance nzuri. Kuna vitu ambavyo wameweza kushauri kutoka kwako. E, wengi wamedai kwamba wanahitaji ongeze juhudi uh, na pia ongeze matumizi ya muda hiyo e, ndo maneno kutoka kwa mashabiki kwamba jinsi unavyopata mpira uongeze e, ile spidi ya kufanya maamuzi na kuangalia ma, u, u, usahihi wa maamuzi. Hicho e, e, ni kitu ambacho wameshauri kwa kweli, unalionaje? Kwangu nashukuru na Mungu kwa mchezo huu salama, afu cha pili kwa mashabiki, kama mkiona hicho, mimi sibishani nao kwa sababu wao walikuwa nje wanaangalia kila kitu na mimi nimefanya kwa ajili yao na timu yangu pia nashukuru Mungu kwa hilo tumesha salama. Na vipi kuhusiana na ndoto zako kisoka, ni una ndoto au unacheza kama burudani? Ni, ndoto zangu ni kwenda kucheza timu kubwa he. Kwa hiyo ikitokea unapata nafasi unakuwa uko tayari kuacha hichi unachokifanya sasa hivi, yani labda pengine kuna kazi unafanya utakuwa uko tayari na kwenda kufanya majukumu ya kisoka? Mimi kazi anilipata ile kwa kwa sababu ya mpira kisokkaiipatasabuya kwa na saizi, ikitokea unapata nafasi unakuwa uko tayari kwenda kutumikia ku, ku, ku, ku, ku, Ah, basi bila kupoteza wakati uweze kututajia namba zetu za simu, mashabiki wa pila, wapenda soka wanaotaka kukuza talent waweze kukusaidia kukupa support, connection za hapa na pale. Unaweza kutajia namba zako za simu ambazo zinapatikana vilevile, kama una account za mitandao ya kijamii unaweza kuzitaja, shika kabisa kipaza ili ziweze kupatikana kiusahihi. Namba yangu ya simu ni sifuri saba sifuri saba themanini moja themanini moja thelathini nane thelathini nane arobaini saba arobaini saba sifuri moja sifuri moja. Turudie tena. Namba yangu ya simu ni sifuri saba sifuri saba themanini moja themanini moja thelathini nane thelathini nane arobaini saba arobaini saba sifuri moja sifuri moja. Hii namba inapatikana WhatsApp muda wote na WhatsApp inapatikana. Yeah, ila ila kwa sababu simu yangu imeharibika na sitengeneza wewe kwa sababu lakini muda wote inapatikana unaweza kawa na namba ya mtu wa jirani kwamba saizi kitokea unapigiwa simu aweze kupata labda. Sawa sawa utanipa mimi namba hiyo. Sa. Kwenye mtandao kijamii kama una account labda account? Sina. Ah, unaweza kurudia ja, kututajia jina kwa mara ya mwisho ili watu waweze kukalili, nangu mimi ni Hamis Dando. Hamisi Dando kwa hiyo kwenye mpira utatumia jina gani? tuanze kukutaja kabisa. Dando. Dando. Hey, Bwana Dando mwana soka tulikuwa naye eh, Dando ukaenda kufuatilia Robe Media ili uweze kuona vipaji vingine na komenti kuhusiana na performance yako. Ah, shukrani, shukrani, shukrani. Shukran.